Ni katika mahakama ya Busia ambapo haki kwa Liz, msichana wa miaka 16, aliyenajisiwa na vijana watatu, ilitimia. Kesi hiyo ikifikia tamati leo baada ya kusikizwa kwa takriban miaka miwili. Liz akisemekana kunajisiwa na vijana sita alipokuwa akielekea nyumbani kutoka katika mazishi eneo la Busia na hatimaye wakamtupa katika choo kisa kilichomwacha mwathiriwa na madhara ya mwili na kupelekea wanaharakati kuteta wakitaka hatua kali za kisheria kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Hakimu mkuu wa mahakama ya Busia Margaret Wambani aliwahukumu kifungo cha miaka 15 kwa kosa la kumbaka msichana huyo na miaka saba kwa kumdhulumu msichana huyo. Waliohukumiwa na umri wa miaka 18, 19 na ishirini na miwili wenzao watatu wangali wanasakwa na polisi baada ya kutoweka. Baada ya shinikizo za wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kutoka kila pembe, hii leo walipongeza uamuzi wa mahakama, japo wengine wanahisi kwamba mengi yanastahili kufanywa katika kukabiliana na visa vya ubakaji humu nchini kwa sasa Liza anaendelea kupata nafuu kutokana na madhara aliyopata. Uamuzi wa leo ukiwa ni changamoto kwa idara husika kuhakikisha kuwa waathiriwa wote wa visa vya ubakaji wamepata haki ga Gatete Njoroge Citizen Nipashe